Sasa tunapozipokea hapa nyumbani tuzipokee angalau kwanza kwa kumkaribisha Mwenyezi Mungu. Tunasema asante kwa ajili ya kibali ambacho umetupa jioni hii Bwana, kuwa mbele zako kwa ajili ya kuipokea tuzo la kijana wetu vyo. Tunakushukuru Bwana Yesu, tunakutukuza, tunasema asante kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu na familia yetu. Nashukuru kwa, kwa kukaribishwa katika Hafla hii ambayo ni ya kumpokea mtoto Byomu, ambaye ni jina lake kwa kirefu Byomukama Byomukama, akiitwa Bayo katika jina lake la usanii. Tunawashukuru wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kumpongeza juu ya tuzo hili alilotafuta kwa muda mrefu na akafanikiwa kulipata, la si kitaifa Tanzania tu bali kimataifa. Hiyo mgeni wetu hapa, mgeni wetu hapa naomba kwa heshima na taadhima asimame kuwasalimia, ambaye anaitwa Abrahamu Jio Mkama.

Shukuru sana <coughs> Baba Mtabazi kwa maneno ambayo ulizungumza hapo hapo awali e, kama nilivyokuwa nimetambulishwa, mimi naitwa Abraham Biomukama Mtongole aka Bayo the Great aka kwamba jina langu lingine ni Bayo the Great. ila hapa yeah, yani Abraham Biomukama Mtongole ndio jina langu lakini Mtajiuliza kwa nini naitwa bio? si ndio? Bio limetokana na majina yangu, lile jina langu la biomu kama, wakati niko mdogo, sio mdogo hata sasa hivi, kuna wengi wananiita biomu, kwa kifupi. baada ya Biomu, kama wanafupisha biomu na wengine ile biomu anaona ni ndefu tena anafupisha zaidi anaishia kwenye bio, si ndio? Sasa ile bio inavyoandikwa inaandikwa B I O ambayo hiyo B I O nadhani. Yani, baba nakushukuru tena, amezizungumzia na vizuri hizi tuzo ambazo nimezipata, na tuzo kubwa kabisa ni hii ambayo nilipata nchini Afrika Kusini ambako namshukuru pia kaka yangu Marinus Mombe Mtongole ambaye tuliambatana naye. Hii tuzo ilikuwa ni mchakato mrefu kidogo, lakini sitaongelea sana kwa urefu. Kwa kifupi tu ni kwamba ni tuzo inahusiana na, na masuala ya utalii na mimi nilifanya wimbo kuhusiana na masuala ya utalii ambao unaitwa Tanzania Unforgettable. Tanzania Unforgettable. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> ni wimbo ambao niliufanya juu ya Tanzania, ndio maana hapa mbele yetu kwa kwa kwa yani, tumeweka bendera ya Tanzania kwa sababu hii tuzo ni ya Tanzania, lakini imetoka kwa mwana Buheza, si ndio? <laughs> kwa hiyo tunasema Buheza juu, Buheza juu. Asanteni <laughs> sana. Kwa hiyo hii tuzo ilikuwa ni masuala ya utalii na mimi nilimba wimbo kuhusu masuala ya utalii kuhakikisha nchi yangu, na nikafanikiwa kuipata. Namshukuru Mungu, na nimefanikiwa kuipata sio kirahisi, ni mbele ya mataifa mengine kama Zambia, uh, Afrika Kusini yenyewe, kuna nchi inaitwa Slovenia, kuna sehemu inaitwa Jordan, wote hao wamefanya filamu mbalimbali au ndio walikuwa kwenye kundi langu mimi, na nikafanikiwa kuipata hii. Kwa hiyo ni furaha kubwa. Na kipekee kabisa nipende kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mama Samia suluhu Hassan kwa namna ya kipekee mama Samia oyee! Raisi ni mmoja bale juu, lakini ana vyombo mbalimbali ambavyo vinafanya kazi hapa katikati. Kimojawapo ni kitu ambacho kinaitwa TTB ama bodi ya utalii ya Tanzania. Hii ni bodi ambayo inahusika na masuala ya utalii. Sasa bodi hii ambayo ni ya serikali ndio walinipa hamasa ya kufanya huu wimbo. Mimi si mwanabureza, si ndio? lakini wimbo wangu ukiusikiliza unahusiana na vivutio vya utalii vinavyopatikana kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo tunakwenda huko Manjombe huko, Iringa, mpaka Mbeya, mpaka Morogoro, Katavi, kote nimeimba kuhusu vivutio. Mimi sijazaliwa huko. Ni mzaliwa wa, wa Buheza. Lakini nimeimba kuhusu vivutio hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu bodi ya utalii ambayo ni sehemu ya serikali walinipa ushirikiano walipokwenda kuwauliza waniambie kuhusu ni kitu gani cha kuimba, si ndio? Kwa hiyo ni sehemu ya serikali lakini pia leo hii, wakati tulivyowasili hapa Bukoba tumepokelewa na mkuu wa wilaya ya Bukoba, anaitwa Mr. Erasto Sima, ametupokea pale ikitokeo kabisa. Hiyo ndio namna gani serikali yetu inafanya nini, inajitolea katika kuwasaidia wananchi. Nimesema mimi ni mzaliwa wa wapi. Kwa hiyo nimezaliwa katika familia hii ya Mr. Philbert Mutongore kwa maana ao ndio wana familia ya kubwa, si sindio? na Madaria kwa hiyo nampenda kuwapa shukurani kubwa na sina la kuongeza kwa kweli. Oh, oh. Unforgettable. Tanzania we. Unforgettable. Hifadhi nyingi za taifa, ngoja leo nikupe baadhi zijue, nani zimwagia hata sifa kuna me kwa hifadhi za kusini na zimba uahaa, wenye makundi makubwa ya simba na ndege, spishi za aina nyingi, misitu mikubwa ya kupanda na asili. Njoo uone, kudu wanapatikana Tanzania tu. Tu twende wote nje utembe Oyee, oyee, Tanzania oyee, oyee. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote wana Buheza na wale wote waliotokea katika mwambao wetu wa kijiji chetu. Ni jambo la kushukuru sana to... na la kufurahisha sana kwa sababu tumepata heshima kubwa sana. Ni sawa sana wale watu ambao wanakwenda kuokota almasi yes, eh? Almasi sio kitu cha mchezo, kwa hiyo ni kama sisi ambayo huyu ametetea hizi tuzo eh? Si kawaida. Kwa sababu ameweza kushinda mataifa mbalimbali mbali. Kila mtu alikuwa anawania hii nafasi, kila mtu alikuwa anawania tuzo hii, lakini aweze kupata. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana sana sana, lakini pamoja na hayo, na mimi nichukue tena nafasi ya kumshukuru Mheshimiwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na bodi ya wadhamini wa utalii na wake, pasinge kuwepo na, na ushirikiano wa taifa hili pamoja na, na bodi ya utalii yenyewe sidhani kama huyu kijana angeweza kwenda kule. Kwa hiyo ni jambo la kuwashukuru na kuendelea kuwashukuru pia na kuwaombea waendelee kuwa na amani katika mioyo yao na utendaji wa kazi katika uongozi wao wanaotuongoza. Asante sana ndugu zangu. Wapendwa katika Kristo, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo aliotupatia katika familia hii. Mheshimiwa Bayo, wewe ndiye mgeni rasmi kwa siku ya leo kwa muda hii. <coughs> <coughs> <coughs> Uh, jina langu linaitwa Agripina Zaituni Buyogela, mimi ni mama mdogo wa Bayo, natokea Kigoma. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa mkoa wa Kigoma. Ndugu zangu, leo hili liliofanyika hapa ni jambo la kumshukuru Mungu. Mliona Bayo wakati anaongea, kuna mahali alifika akatetemeka, lakini Mungu akamtia nguvu akamwelekeza kwa nini utetemeke? Wazazi wako unao hapa. Mafanikio aliyoyapata siyo mafanikio yake, ni mafanikio yetu sisi wa Tanzania, na ndiyo maana yeye mwenyewe amekiri kuishukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na jemedari amiri jeshi mkuu mwanamama jasiri Daktari Samia Suluhu Hasan. Ndugu <coughs> zangu, yanafanyika mambo makubwa ndani ya nchi yetu. Haya, tunayoyaona hapa kwenye familia hii yanatokana na mwongozo au mfumo mzuri wa serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo familia tumepata heshima, tujisifu, tumezaa vizuri na familia y Mtongole. Mimi najisifu zaidi kwa sababu na mimi kwenye kio nimo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake aliotuwezesha mpaka tukaifikia siku ya leo njema na tukawa salama na afya zetu njema. Mimi naitwa Albina Novatus Rwegasira. <laughs> wapendwa wangu kwa kweli nina furaha kubwa sana kwa siku ya leo, ni furaha kubwa mno kwa sababu mwanangu Bayo ametuheshimisha. Mwenyezi Mungu katutendea makuu ambayo hatukutegemea kabisa kuyaona, lakini Mungu mkubwa na kwa upendo wake na uweza wake ameweza kutufanyia hichi kitu kikubwa namna hii. Tunawashukuru sana ndugu, jamaa na marafiki wote mliokuja hapa kwa ajili ya kumpongeza ndugu yetu Abrahamu hapa Bayo the Great kwa kutuletea tuzo ya kimataifa. Kwa kweli tuna furaha sana na tunashukuru kwa sababu umeungana na sisi katika furaha hii yeah. Karibuni sana, tuendelee kusherekea, tukeshe mpaka asubuhi, asanteni. Tuzo hii ina maana gani? Au Tanzania imeona tuzo hii kama nini kutufikia sisi wanabureza? Ni heshima kubwa kwa ajili ya, uzaji ya wa, uzazi au kwa ajili ya wazazi kwa ajili ya wananchi wa Buheza kuweza kuona kitu gani ambacho huyu mtoto wa Buheza ametuletea Tanzania. Sio kitu chetu sisi, ni ya Tanzania. Mama Samia oye oye, kwamba anaendeleza vijana. Huyu angejulikana wapi asingeweza kujulikana. Watu wamejaa sana Dar es Salaam, wasanii wakubwa, lakini huyu mdogo, kwa sababu mama Samia anapenda kuinua vijana, anamtuma hata huyu agombee nafasi kama hii, na ajam, ajatia aibu, ajamwaibisha, amekwenda kuleta ushindi. Mama Samia hoye! Tanzania hoye! Okay. Kwa kifupi hii imeandikwa Tanzania presented to Bayo, inampa Bayo the Great, anaitwa Bayo the Great, yani mkubwa Bayo mkubwa, huyu Bayo, Bayo, Bayo mkubwa katika hii ambayo anapewa na heshima hii kwamba imetolewa kwa Tanzania, lakini kwa kupitia Bayo, inasema in recognition and appreciation outstanding contribution to promoting Tanzania's beauty through music and the visual storytelling. Anasema, kwa utambuzi, recognition. Utambuzi, Tanzania, na kwa kushukuru, kwa shukurani kubwa, appreciation, outstanding contribution kwa mchango wako ambao ni mkubwa wa kupromote kwa kuiletea Tanzania heshima uh, uh, beauty, uh, beauty kwa u, u, uzuri wa Tanzania kwa kupitia muziki wake huyu, uh, kijana na kwa kupitia maelezo aliyoyasema juu ya Tanzania yalikuwa mazuri sana, na kama msanii ambaye ana excellence, yani hali ya juu, heshima ya hali ya juu, na kwamba ana uwezo mkubwa katika, na uchungu alio nao, kuonyesha Tanzania katika nchi katika maji ya Tanzania nchi milima, maziwa yalivyo, yaani tukianzalila Tanzania, kwamba Tanzania ni nzuri sana. Huyu kijana amesifia sana na kuonesha kwamba Tanzania nchi katika dunia nzima, yeah, katika ulimwengu mzima, to the world. Amen, amen, international acclaim na kwamba ameweza kitaifa kimataifa, kupata tuzo kama hili kutokana na utalii wa nchi za Kiafrika, na nchi zingine zilizokuwa zimeshiriki. Wanasema thank you, wanamshukuru kwa kuifanya Tanzania, wanamshukuru kwa kuifanya Tanzania for making Tanzania unforgettable Tanzania Tourism Board. Jamani, kwa heshima iliyotolewa na bodi ya hey utalii. Oh, asanteni kwa kunisikiliza tembele, tembele